Karibu kwenye yanayojiri mitaani TV, mahali tunapozungumzia afya na maisha bora kwa njia rahisi ya kueleweka. Leo tutazungumza jambo ambalo watu wengi hawalizingatii, kulala vizuri ama usingizi. Wanasayansi wanasema mtu mzima anatakiwa kulala angalau masaa manane kila usiku. Lakini kwa nini ni muhimu hivi? Hebu tuone kwa undani zaidi. Unajua, kukosa usingizi wa kutosha kunaweza kukuletea matatizo ya moyo, unene, kisukari na hata msongo wa mawazo. Lakini ukilala masaa manane vizuri, mwili wako unapata muda wa kujitengeneza upya, akili inatulia na unakuwa mwenye nguvu as, asubuhi. Wakati unalala ubongo wako hufanya usafi kwa kuondoa taka za kemikali mbaya zilizokusanyika mchana. Kama ulali vya kutosha, taka hizi zinabaki na kuathiri kumbukumbu kumbu na umakini. Ndiyo hivyo maana watu wanaokosa usingizi mara nyingi husahau mambo madogo madogo na kuwa na uwa wachovu siku nzima. Wakati wa usingizi, mapigo ya moyo hupungua na mwili hutulia. Hii hupunguza homoni za msongo wa mawazo, yani stress, yani cortisol ambazo zikizidi zinaweza ku, kuongeza shinikizo la damu. Kwa hivyo kulala vizuri unasaidia moyo wako kufanya kazi kwa utulivu na afya. Ukilala chini ya masaa sita mwili wako unafikiri bado una, una njaa, lakini ukilala masaa manane mwili unapata muda wa kusawazisha homoni za njaa na kushiba. Matokeo yake ni kula kwa kiasi, na hivyo kupunguza hatari ya kunenepa. Usingizi unasaidia mwili kutengeneza nguvu za kupambana na maradhi. Ukilala kidogo, kinga yako hushuka na hata mafuta madogo yanakuwa makubwa. Ndiyo maana wanasema kulala ni dawa ya asili. Wakati unalala mwili wako hutengeneza vitu vinavyofanya ngozi iwe safi na laini. Ukilala vizuri, unaamka ukiwa na uso wenye mwanga, macho yasiyovimba, na mwili usio uliochangamka. Ndiyo maana wanasayansi wanasema usingizi ni urembo wa asili. Usingizi mzuri husaidia kupunguza mawazo na huzuni. Wakati unalala, mwili huzalisha kemikali za furaha zinazokufanya ujisikie vizuri na mwenye matumaini. Kwa hivyo, kulala ni njia bora ya kupum, kupunguza stress bila kutumia dawa. Vidokezo vya kulala vizuri: Lala na uamke muda ule ule kila siku. Usitumie simu dakika 30 kabla ya kulala. Usile chakula kizito usiku. Epuka kahawa na soda usiku. Hakikisha chumba chako ni utulivu na safi. Omba dua au soma Kurani kabla ya kulala ili akili ipumzike. Matokeo ya kulala vizuri: baada ya siku chache tu za kulala masaa manane kila usiku, utapata nguvu zaidi, unakuwa makini kazini na shuleni, ngozi yako inang'aa, kinga yako inaimarika, ina ina na unakuwa mwenye furaha zaidi. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri Mtaani TV, kwa hivyo Usingizi si uvivu, ni neema ya Mwenyezi Mungu kwa mwili wako. Lala vizuri, pumzika vizuri, na amka ukiwa na nguvu mpya. Asante kwa kutazama yanayojiri mitaani TV. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushiriki wengine, ili wajifunze pia. Afya njema ni mtaji wa maisha. Hii e, ni Yanayojiri Mitaani TV.